Jasho langu riziki yangu. Mi naitwa George Mumba na Mwambako. Hiyo kazi nilianza mwaka 52, Ukambani, najua Machakos, mahali lukeseni inaitwa Wamunyu o nilizaliwa huku mwaka 38. 61 nikaenda Kambala Uganda, sasa nikaanza kazi huku kuuza sanaa huko mpaka Tanzania mpaka Zambia sasa Nikuwa makao yangu Kambala. Ukiwa Zambia ulikuwa naishi mahali gani? Kitwe. nilikuwa natengeneza sanamu ndovu, twika, swala. Hey, unajua kuchonga ile ya kuchonga chonga, ndio hey. Hey. nilikuwa nikishonga hiyo. Alafu nikaanza biashara ya kuuza ninafiliga Kambala, nikitembeza Tanzania kila mahali, alafu 86 nikaenda ukambani, nikakaa mwaka moja ndio mi nikakuya Mbusia, labda naanza kutengenezea hapo Mbusia. Na sasa hapa nakuona uko na mikia ya ng'ombe, labda uliache kutengeneza vile vifaa vingine vya kuchonga ile? Hakuna baita, siku hii kuna biashara sana ile samiti sasa ulirudi kutengeneza mikia ya ng'ombe mm. kwa silota hapo chini ndio wananiusia hiyo, natoa ile uchavu naweka chumbi na anika nikauka. hata ukiona hapo iko mangunia hayo naanika naweka stoka, alafu unapata watu wateja wateja, nabata hapo taoni, wako wengine wanatoka njinja, wengine Kambala. iko kazi mingi bangusa vumbi kwa manduka kwa nyumba kwa viti wakati asele kubwa kubwa wananunua wanaenda kucheza nayo eh, wakitingiza tingiza mbele kule, ndio naleta raha, ndio wengine <laughs> wanasema eh, ile ya kinata eh, indavipana alaambe <laughs> <laughs> alafu moja akakuja na fimbo yake akasema ya nyayo na fimbo yake nayo mm. Sasa moja wanauza na pesa ngapi yani mutu yiko shilingi ni kulingana na vile, tunaanzia shilingi mia tatu hamsini huku nje kuna wale vijana ambao kila mara unapata vijana wameshikwa, wanapigwa, wameiba, wanafungwa jela, na vijana wako na nguvu, labda ungewapea ushauri gani vijana kama hawa? Ah ha, vijana hawa malingwa hawawezi hiyo, wanaona ni chavu kabisa, vitu inanuka, hata wajui inafanya kazi gani, hapo wananichekelea. Kama si kazi hiyo, singekuwa inanivatia unga. Mi nakunywa sufu akunywa chai mzuri na lala mzuri. Nilisomesa watoto na hiyo wengine iko Nairobi na wengine iko Mombasa, niko na boloti Mombasa lakini sitegemei. Kama si hiyo singekuwa sauli. Nina miaka mingi ya ite naye ni sasa, nabaki mwaka mmoja nivikize miaka 90, hey. Hata ukiuliza huyo, yeye anajua tuko miaka mingi niko na yeye hapo Nam fahari isiyo na ari haina heri. Kutoka hapa katika eneo hili la soko Posta mjini Busia, sina la ziada. Naitwa Seth Ngero, Jasho Langu Riziki Yangu.